Ahlan wa sahlan ndugu mtazamaji wahenge wanasema kwamba kwenye takataka za tajiri kuna kile kinamfaa maskini. Ilikuwa ni tarehe tisa mwezi Februari mwaka 2026. Hii ni taswira ya Runinga Alshifa. Mbona habari hizi unaweza kuzipata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya. Tunapatikana pia Instagram, TikTok na Twitter @Alshifa Media Kenya. Hujambo na karibu. Mimi naitwa Joseph Lewa. Tuanze na taarifa kuu mtazamaji, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, Ali Nuno, aliweza kutoa agizo la kupigwa risasi kwa magenge ya uhalifu almaarufu kama Panga Boys mkoa wa Pwani kutokana na matukio jambazi ambayo yamekuwa yakifanyika mkoa wa Pwani. Kauli hii ilipokelewa na hisia tofauti miongoni mwa washikadau mbalimbali nchini, wengine wakiunga mkono swala hilo huku wengine wakisema mtego wa panya unasa waliomo na wasiokuwamo. Wa hivi punde ni afisa wa shirika la kutetea haki za binadamu Vocal Africa, Walid Sketty alijitokeza paruwanja na kupinga agizo hilo akisema kwamba mara nyingi wanaopigwa risasi si wale ambao wamelengwa so, nunataka kugonga mwananchi, nimepeana amri ya kutosha s watumie silaha yao, na hiyo vijana ambao wanafanya uhalifu waangushe moja baada ya moja baada ya nyingine, as as long as seria we we use our firearm will not hesitate to use the firearm. So Ali Nunu amesema kwamba watu wa Mombasa wachimbe makaburi mingi sana, na maybe watachimba makaburi mingi sana na issue a shoot to ameishu uh, however Uh, sisi tunakemea sana uh, shoot to kill order, kwa sababu ali nuno, you are not above the law and uh, shoot to kill orders are illegal. Mara nyingi uh, polisi wanaposema ama wakubwa wao wanapotoa amri ya shoot to kill, sio wale walengwa, sio panga boys wanao uh, umia; ni wananchi ndio wanaumia. Juzi uh, tu tarehe moja Januari Dennis Ringa miaka 14 alipigwa risasi na polisi. Dennis Ringa hakuwa panga boy. Leo Nairobi pale Madhare msichana wa miaka 21, ako uh, uh, university amepigwa risasi, wakati polisi walipokuwa wanajaribu kukabiliana na wahalifu. Kwa hiyo shoot to kill, lakini wananchi na, na wakazi wa Mombasa wajue wao ndio watateseka, na statistics mara nyingi zinaonyesha kwamba shoot to kill inapofanyika polisi wanapotiga hapi wanapopiga marisasi ovyo ovyo, ni wananchi ndio watakaoumia. Kuna kitu kinaitwa stray bullets. Unapopiga risasi, si mara zote inaendwa kwa yule mlengwa, inaweza kumpata mlengwa na yule ambaye yuko karibu na yule mlengwa. The government iko na resources zote za kuhakikisha kwamba hawa wahalifu hawa panga boys wanaweza kukabiliwa. wakati wa jenzi watu wengi sana walikuwa abducted, vijana wengi sana walishikwa. Kwa nini msitumie technique ile ile vilevile mnavyoangaisha Gen Z na ku abduct, go for the panga boys. Panga boys uh, kukithiri ndani ya mombasa ni uzembe wa polisi na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo huduma za afya hususan za uzazi zinatarajiwa kuimarika kwa kiasi kikubwa katika kaunti ya Kilifi kufuatia uzinduzi wa wodi mpya wa kujifungua yenye vitanda 40 vya kisasa pamoja na vyumba vya upasuaji. Mradi huo unalenga kuboresha mazingira ya kujifungulia na kuongeza uwezo wa hospitali kuhudumia kina mama kwa usalama zaidi. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Malindi wakati wa uzinduzi huo, gavana wa kaunti ya Kilifi, Gideon Maitha Mung'aro, amesema hatua hiyo itasaidia kupunguza changamoto zinazohusiana na maswala ya uzazi, ikiwemo vifo vya kina mama vinavyoshuhudiwa wakati wa kujifungua. Kwa upande wake, waziri wa afya wa kaunti hiyo Peter Mwarogo amesema wodi hiyo ni sehemu ya mpango mpana wa kuboresha afya uzazi kupitia mafunzo kwa huduma wa afya na kuwawezesha madaktari wa nyanjani kutoa huduma bora kwa wananchi. Tutaanzisha rasmi nyumba ya wagonjwa mahututi hapa. Tumejenga vitanda kumi na saba. Kitanda kimoja ni charumu ya wagonjwa ambao anaweza kuambukiza wengine hali hata akiwa mahututi. Vitanda vinane Vitakuwa vya wagonjwa mahututi. Vitanda vingine vinane HDU ni wagonjwa ambao ni mahututi, lakini hawajafika kupelekwa ICU. Tunafanya kazi nao pamoja na uh, ku, uh, kutrain uh, wafanyakazi wetu kuhakikisha kwamba wanakuwa na elimu ya kisasa ili uh, kushughulikia masuala ya kina mama pia tunafanya kazi nao kuhamasisha watu katika jamii kupitia community health promoters ili kuhakikisha kwamba akina mama wajawazito wanakuja uh, uh, katika mahospitali ili kuweza kupimwa uh, mimba kuona vile inaendelea ili wawe na uzazi ambao uko salama. Na mtuangazie sekta elimu ya elimu ambapo serikali ya kaunti ya Mombasa imeanzisha mpango wa kuwapatia chakula wanafunzi wa shule za upili za mchana kutwa. Hatua inayolenga kuboresha mahudhurio ya kupunguza mzigo wa wazazi. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulsamad Sharif Nasri amesema mpango huu unafadhiliwa kwa ushirikiano wa Wizara ya Elimu. viongozi wa kisiasa na maafisa elimu wamewahimiza wazazi imiza wajibu wao na kushirikiana na walimu katika malezi ya wanafunzi. Mwanahabari wetu Hanifa Yusuf amekuandalia taarifa ifuatayo. muda wa miaka mitatu na lisha watoto wa chekechea elfu kumi na ni afueni kwa wanafunzi wa shule za upili mchana kutwa kaunti ya Mombasa baada ya kupata msaada wa chakula kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Akizungumza katika mkutano eneo bunge la Mvita uliohudhuriwa na wazazi pamoja na viongozi wa kisiasa, gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir alisema kwamba serikali ya kaunti pamoja na wizara ya elimu itafadhili mradi wa kuwapa wanafunzi chakula katika shule zote za kaunti ya Mombasa. Hii programu inamsaidia mtoto wa mlalahoi wa mombasa wale ambao kwamba wenye kujaribu kuipinga programu hii haisaidii nyinyi mu. Nyinyi mkitaka kupigana na mimi, piganeni na mimi, lakini sio kutafuta mazuri ambayo yatasaidia ya watoto wetu, sio. Kwa hivyo tumekubaliana, kila mtoto mzazi, ya gharama yake ni elfu kumi elfu kumi na mbili Serikali ya kaunti, mambo ya chakula tutadili na shule kisha nyinyi wazazi, mbunge akiwasaidia elfu tano, utakuwa mmebaki na elfu tano kwa mwaka mmoja. Hiyo hata ukipiga gharama yake unaweza kujibambana bambana. Kwa upande wake, mbunge wa Jomvu Badi Twalib aliunga mkono jambo hilo akieleza kwamba utasaidia kupunguza mzigo wa wazazi kulipa karo shuleni. Jambo jingine pia muhimu, amekubaliana kuwa ikiwa fees itakuwa ni elfu kumi. Sisi wabunge tunapeana shilingi elfu tano zetu za basari, mfano kama mimi Jomvu all day schools tunapeana pesa huko kwa mafomu ambayo tumepeana kwa watoto. Kwa hivyo ina maana gavana akichukua chakula na sisi katika elfu kumi tukichukua elfu tano mzazi atakuwa amebaki peke yake na shilingi elfu tano ya kulipa kwa mwaka. Maana yake tukitranslate kwa kila mwezi, mzazi atakuwa akilipa shilingi mia nne na kumi na sita ndio kwa sababu ifike hiyo shilingi elfu tano ya mwaka. Mohamed Sudi Machele ambaye ni mbunge wa Mvita aliomba wazazi kutekeleza majukumu yao kwa kuhakikisha watoto wanaenda shuleni, na tashukuru sasa. Na pia tulikuja tukagundua walimu wanakuwa na pending bills nyingi, kwa sababu mtoto akifika form 4 amekula tamu mbili, ameenda nyumbani, amemaliza exams, akifika ministry nasema lazima apawe birth certificate, apawe result certificate zake, na huku mzazi anaacha dege. So mwalimu pia walikuwa na changamoto nyingi, lakini hii sasa, kama viongozi, tunafanya tuna part yetu, na nitaomba wazazi pia sahihi wachukue majukumu yao, wahakikishe watoto wawe shule wanasoma. Ni wakati huo huo ambapo mkurugenzi mkuu wa elimu ukanda wa Pwani, Ankilu aliwaomba wazazi kuwajibika na kuwafunza watoto wao nidhamu kushirikiana na walimu shuleni. So wazazi, tukaze mshipi, tukue available kwa shule, kwa sababu wazazi wengine tukitwa kwa shule tuko tuko busy sana, hatuna hatuna hatuna muda. Tushirikiane na walimu. Nikiripotia runinga Alshifa, mimi ni Hanifa Yusuf. Na mtazamaji, tusalie katika taarifa hiyo ambapo jamii ya Waluo wanaishi katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza kupongeza serikali ya kaunti ya Mombasa chini ya uongozi wa Gavana Abdusamad Sharif Nasri kufuatia mpango wa kuwapa fueni wanafunzi wa shule za kuto kwa kugharamia chakula cha mchana kupitia mpango huo, wazazi wengi wanasema hatua hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa mzigo wa gharama za maisha ya sako familia zenye kipato cha chini. Wakizungumza kwa niaba ya jamii hiyo, viongozi wa Waluo jijini Mombasa wamesema kuwa mpango huo unaonyesha kujali kwa serikali ya kaunti kwa ustawi wa watoto bila kujali jamii wanayotoka. wamesema watoto wengi wa jamii hiyo wanasoma katika shule za kutwa, mara nyingi wamekuwa kikumbwa na changamoto hasa ya chakula cha mchana wakiwa shuleni. Jamii hiyo kupitia mwenyekiti wao wameelezea furaha yao wakisema kwamba kwa sasa wana uhakika watoto wao watasalia shuleni muda wote wa masomo bila usumbufu wa njaa. Jamii hiyo sasa inataka serikali ya kaunti kuendeleza juhudi hizo ili kuhakikisha kuwa sekta ya elimu inaendelea kupewa kipaumbele kwa, kwa manufaa wa ya watoto wote wa kaunti ya Mombasa. And the Raila Amolo Odinga coordination team in Mombasa warmly commend the governor of Mombasa for the bold and progressive restructuring of the county bursary program to incorporate a school feeding component for all public school all public day secondary school kwa upande wa uh, elimu ilikuwa ni changamoto sana katika Mombasa county especially wale ambao wanakaa katika slum areas walikuwa na big challenges unaweza pata kwamba mtoto haja kula chochote, mtoto hawezi kumanage kusoma sababu ana amelala njaa na ame, yaani akili yake afanyi kazi, maanisha wewe mzazi, kazi yako ni kumvoisha yule mtoto aende shule, aenda kasome, watoto watasoma. Na kama umempa mtu mtoto elimu eh, umempatia kitu cha maana kuliko kila kitu. Amejaribu na ameanza kitu ambacho itakisaidia sana kama jamii ambayo watoto wao wanasoma. So kwanza mimi nataka kuchukua nafasi hii kupongeza our deputy party leader Abdulrahman Sharif Nasir kuchukua nafasi ya chakula kwa shule, very important. Tutam. Tutam. Na kwa shulevea na mtazamaji, kwa taarifa hiyo, tunachukua mapumziko mafupi, lakini kukusihi usiende mbali, usibanduke, maana tunarudi na habari za kimataifa na michezo. Asante sana mtazamaji kwa kuichagua Alshifa TV kuwa kituo chako bora cha habari, burudani na michezo. Kumbuka, matangazo haya unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter tunapatikana at Alshifa Media Kenya. Kimataifa ni kwamba mamlaka ya kimaendeleo serikali za kanda ya Afrika Mashariki, Igada, imekaribisha uamuzi wa jamhuri ya Sudan kurejea kushiriki kikamilifu katika jumuiya ya Afrika ya kikanda miaka miwili baada ya kujiondoa. Katibu mkuu wa IGAD Wokne Gebeyehu amesema kurejea kwa Sudan ni ishara ya mshikamano wa kikanda na dhamira ya pamoja na kuimarisha amani, uthabiti na ushirikiano. Ameelezea kuwa kama mwanachama mwanzilishi, ushiriki mpya wa Sudan unaimarisha umoja wa wa IGAD na kuongeza uwezo wake wa kushughulikia vipaumbele vya pamoja huku akitoa shukran kwa rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh kwa mchango wake katika kusimamia mchakato huo. Kurejea kwa Sudan kunafuata mazungumzo ya kina yaliyoongozwa na Djibouti mwishoni mwa Januari mwaka 2026 kati ya uongozi wa Sudan na maafisa wa IGAD na sasa kunatarajiwa kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama wa kikanda maendeleo ya kiuchumi, biashara na ujenzi wa miundombinu. Wakati wa kutokuwepo kwake, ushiriki wa Sudan ulikuwa mdogo na kuathiri juhudi za pamoja katika kushughulikia migogoro na changamoto za binadamu. IGAD na nchi wanachama sasa zinatazamwa kuongeza kasi ya ushirikiano ili kukabiliana na changamoto za kikanda, huku Sudan ikichukuliwa kama mhimili muhimu katika kuimarisha uthabiti na mshikamano katika ukanda wa pembe ya Afrika na mtazamaji, kwa taarifa hiyo, tuelekee michezoni ambapo klabu ya Nairobi United imepeleka mzozo wao na FKF katika mahakama ya mizozo ya michezo kupinga uamuzi wa kutangaza mechi yao dhidi ya, ya Gor Mahia kwa sare. Mechi hiyo ya ligi kuu ya Kenya ilisitishwa katika dakika 58 ikiwa ni sare ya moja moja, na kamati ya ligi na mashindano ya FKF iliamua mnamo Januari tarehe 30 mwaka 2026 kwamba ingetoka sare Nairobi United haikuridhishwa na uamuzi huo na iliwasilisha rufaa katika mahakama ya mizozo ya michezo ikitaka kubadilisha uamuzi huo. Mahakama imetoa maagizo ya muda ya kusimamisha uamuzi wa LCC na taratibu za kinidhamu zinazohusiana hadi ahadi tarehe inayofuata ya kutajwa. Na tuelekea ugaibuni ambapo klabu ya mbapu, ya Bayern Munich wanataka kufungua mazungumzo na Arsenal kuhusiana na dila ya kumsajili forward wa Ujerumani Kai Havertz. Mchezaji huyo umri wa miaka 26 amekuwa nguzo muhimu katika kambi ya Kambia, The Gunners tangu ajiunge nao kutoka Chelsea. Man United wanaandaa ofa ya euro milioni 40 sawia na pauni milioni 34.8 kwa ajili ya beki wakati wa Real Madrid Eder Militao, miaka 28. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil anaonekana kuwa chaguo mwafaka kutokana na uzoefu wake wa hali ya juu na uwezo wake wa kucheza katika mashindano makubwa. Arsenal watapambana na Man United kwa ajili ya kiungo Italia Sandro Tonali kutoka Newcastle United mwenye miaka ishirini na mitano. Inadaiwa the Gunners wa kombioni kuongeza nguvu katika safu yao ya kiungo baada ya jeraha la Muhispania Mikel Merino kwa upande wa United ni kwamba wanatafuta mbadala wa Carlos Henrique Casemiro ambaye alitangaza kuondoka hivi majuzi. Iwapo dili hilo litatimia, basi Newcastle wa United watamwendea kiungo wa Uingereza Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest ambaye alimuuza msimu mmoja tu uliopita. Hata hivyo, watalazimika kutoa zaidi ya yuro milioni 80, ili kupata huduma zake. Na mwisho ni kwamba Liverpool wanajipanga kumwachilia wingo wa Italia Federico Chiesa kuu vilabu vya Serie A mchezaji huyo. The Reds wanataka euro milioni 21.7 hadi euro milioni 28 kwa ajili ya mchezaji huyo mwenye miaka 28. Na mtazamaji, kabla niweze kutoka hapa, acha niweze kuacha na fumbo ambalo kwamba utaangalia utalijibu namna gani. Lakini fumbo lenye linaenda hivi, wewe ni dereva wa basi na katika harakati zenu basi feri pale umepata abiria kumi tukielekea Bakstan abiria uh, wawili wameshuka. Ukifika Lais abiria watano wanashuka e, mkielekea Bamburi. Swali so, langu la kuja hapa, je, dereva na miaka mingapi? Utajijibia mwenyewe hapo wakati ambapo utafumbua fumbo hilo. Na mbona kwamba siku zote bana, fumbo ufumbulie mjinga, lakini mwerevu analijua. Kwa hivyo kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, piga picha amekuwa ni Rashid Nyanje. Na bila shaka mwelekezi wangu upande wa pili amekuwa ni kijana anaitwa Win Chalo. Inasema ni kialo, wengine ni Chalo, lakini vyovyote, bora jina lenyewe limeweza kutamkika ama kutajika, sababu mwenyewe ukimwita anaitika. Kwa hivyo ndo kama hali ilivyo, wahenga hawajaniacha bado, wanasema kwamba nyoka asiinua kichwa haogopeshi mtazamaji. Nakutakia usiku mwema, usiku mwanana. Kwenu wanawake ni yote